Ya masuala ya afya katika tarafa yetu ya Nangaru, ni tarafa pekee yenye zahanati chache na haina kituo cha afya. Kwa kulitambua hilo na kulijua hilo, kwa kipindi hiki cha miaka mitano, tumeiomba serikali kutupatia pesa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya. Hatua za awali zote zimekamilika, tunasubiri pesa hii kuingia ili mradi uanze rasmi. Ilani ya arobaini na tano nasema kiko lingine kingine Rutamba na kingine ni hiki cha Nangaru. Kwa hiyo, tarafa ya Milola itapata kituo cha afya na tarafa ya Nangaru itapata kituo cha afya. Kwa msingi huo, jimbo la Mchinga tarafa zote nne zitakuwa tayari zimepata vituo vya afya. Muliniamini na mimi nimejiaminisha tena kwa mara nyingine naenda kutekeleza shughuli za maendeleo kama mlivyonituma ishirini na ishirini. Pia niko tayari kusimamia shughuli za maendeleo ishirini ishirini na tano kwenda thelathini, mheshimiwa mbunge. Data hii tunachukua, ishirini na ishirini tumechukua ikiwa na upinzani. Kwa kumbukumbu, wameongoza muda wa miaka kumi. Ndani ya miaka kumi, mheshimiwa mbunge hakuwahi kupata mradi hata mmoja. Mwaka ishirini na ishirini kwenda ishirini ishirini na tano, mheshimiwa mbunge nilikuwa nakusumbua sana, simu zangu za usiku, simu zangu za mchana, simu zangu za asubuhi. Lakini si hivyo tu, tukikutana mara kwa mara nakupa matatizo ya wananangaru. Nakushukuru sana, wakati nakupatia matatizo yangu ulikuwa unayachukua kwa kina na kuyaandika na kuyafanyia kazi. Hatimaye leo wananangaru hawa wameshuhudia maendeleo katika kata yetu ya Nangaru, miradi ambayo ilipotea ndani ya miaka kumi ilianza kuonekana kwangu. Kulikuwa na changamoto kubwa sana kubwa sana, umeme ya kuwepo, maji ya kuwepo, leo mawasiliano, kwa maana pia ilikuwa ipo, lakini hapo tunazungumza kupata maji ambayo ni uhakika muda wote, tulikuwa hawasi anatoka, lakini pia umeme pia tuliupata hapo, pia sasa tunawasha, lakini pia kikubwa ambacho pia ilikuwa tunafahamu, mawasiliano, mawasiliano ni seme dunia kwa sasa bila mawasiliano hakuna maendeleo, bila mawasiliano hakuna kutoa taarifa za msingi. Kwa hiyo kwa sasa tulipata mnara wa yasi pale yakujengea, na tarehe hizi chache nyuma tu miezi iliyopita, umeshawacha na tunatumia mitando kenda ka kumpe basi, nadhani kwa barabara yetu hii pamoja yasika mafuriko yasiyozuilika ya Mwenyezi Mungu, nadhani nona atarudia tena kutengezea hii barabara kwa shule. Tunasema alhamdulillahi, tunamuomba mama tufanyie vizuri tena.